Naitwa Tandu mdudu kabisa, nataka nikuambia ama nikuonyeshe, eh, wasanii ambao wakiwa kwenye stage wale wakali, lakini eh, namna ambavyo wanapenda kuwarusha watu sana. Pokea huyu mshikaji anaitwa Mbwido, hebu msikilize kwanza, msikilize, msikilize, akiwa anarusha watu. Dubu aspapi, anaitwa Benja, Mungu wakali, mtiti, anaitwa PK, Mr Kongi, Mshamba eh. yako anaitwa Chili Spidi, anaita Kiyara, Abongo, Babalu, Bantu wa Bongo, huyo baba wawe, nipe kinanda cha tatu. Tulia, baba pia kinanda cha nne